Kwa nini mna jina la Mwalimu? Na si hapa tu. Rais wetu, mnisikilize ili kwa makini. Alishaona hali ya nchi hii, alishaona tarehe 29 mwezi wa sita ishirini na mbili mi niliomba kwenda kumwona, akaleta taarifa kwa barua, njoo na bodi. Sasa msikilize vizuri, mnaweza kuyatumia baadaye kwa sababu ni ya kweli. Njoo na bodi yote, kaenda na bodi. Nipofika pale, kakuta amekaa yeye, ana mike, mimi akanipa mike. Kulikuwa na kijana pale pale, nadhani alikuwa rekoda, hakuniambia ni nani. Yeye tu na rais. Ni, nataka muone, alikuwa anajua inchi hii, hatujui Nyerere, sijui koje, sijui ujamaa kama upo kama lipo, vijana wetu hawana kazi, mtaisoma. Kwa hiyo alishaona mwisho, akawa na ajenda yake, akasema. Baada ya kueleza nchi ilivyokuwa, nina ajenda yangu tatu: wa kwanza, amani na usalama; pili, maadili na utaifa; tatu, maendeleo, lakini sekta ya kilimo na akatoa ufafanuzi wa kila moja, mshikamano na uzalendo. Akasema kwa mfano, we liberalize everything, ujamaa ukaanza kupungua, kujitegemea kulipungua pia. Kwa hiyo tuyaseme hayo, turejee katika nchi iliyokusudiwa kujengwa wakati wa mwanzo. Hayo ni maneno yake. nchi iliyowika yenye msimamo, yenye umoja na amani. Sasa hii ya ujamaa na jana na leo, maana yake ni nini? Wakati unatungwa hivi ulikuwa na maana gani? Unaona maswali ya namna hiyo. Ni rais wetu nimwambia na maendeleo yale alipoeleza, alisema nataka yawe maendeleo ya kisasa katika kilimo na kufuga na uvuvi, ili vijana wetu waajiriwe, waanze kwenda kwenye ajira huko, badala ya kwenda ofisini. Ilikuwa ni mawazo yake. Na elimu tuifanyie mabadiliko kidogo, ili wawe na elimu si ya kuwasomesha kwenda kutafuta kazi waende huko kwenye kilimo uvuvi na nini, wafanye kazi huko. Nadhani ndiyo ilikuwa sababu ya kubadili kidogo hii silabasi ya waziri wa elimu, sijui natufaa kiasi gani, na emphasis yote wanayoweka kwenye mashule ya ufundi, maana yake niyo kujenga uwezo wa vijana ao wa vijana wetu kwenda kazi huko. Ndiyo alikuwa ana, anasema. Leo tusemeje kuhusu mwalimu? bado ndiye mwasisi wa taifa letu. Kwa kifupi wa aliyajua tukajiandaa, mazungumzo haya, tukasema mazungumzo haya wame, ninyi mmezungumza kwenye kila siku, mnazungumza wazee, wanazungumza watu wa dini, wanazungumza kila mtu amezungumza, lakini haya yako pale pale. Kaya hizi

mnafahamina kidogo, sio sana, wengine wenye magorofa na nani, lakini kule vijijini tu, tunajua tukizungumza katika mtindo huo wenyewe wa, tukiwaambia watajipanga watazungumza na tutafanya utaratibu wa kumonita baadaye, tutapata maoni kutoka huko chini mpaka juu yatakwenda ya kwa rais, yatamsaidia na sisi wengine tutakuwa tumezungumza taifa zima. Na wakati huu tunajua tumejaribu kuzungumza, katiba imetushinda iko hapo. katiba pendekezo So mewaikona me ndio hii, ilitokana na mazungumzo ya kuhusu katiba ya ya mabadiliko ya ile katiba, aliyekuwa mwenyekiti Joseph Sinde Warioba eh, bunge maalum wao, walikwenda wakatazama yale, wakatoa hii kwa mujibu wa sheria ilikuwa ije kwenu muipigie kura, haikuja. Lakini rais Kikwete alikuwepo, yeye ndiye aliagiza hii. Mama Samia rais wetu alikuwa ndiye makamu kwa sita waliokuwa nasimamia katiba hii, bunge lile lilikuwa beskare ni la wanachama wengi wa Chama cha Mapinduzi, na malalamiko yalikuwa hivi, bunge maalum gani la chama hili? Lakini ndilo baadaye, hii haikufika kwetu, ya warioba haijafika kwetu. Tumekaa sasa, hatuna katiba, na inadaiwa sasa imekuwa ni ajenda vyama vya siasa, sasa hivi ni ajenda kubwa kabisa, Habibi tupo hapo. Kwa hiyo chombo cha, cha kutuongoza tulicho nacho katika katiba. Sasa katiba tuliyo nayo ndio hii ya mwaka 1977. Nenda unitoe hizi unilete nyingine zako eh, ndio tunayo. Sasa na mnajua ikataliwe mara ya pili, basi tunaacha hii tunarudi hii, ndio ilikuwa sheria inasema. Sasa haikutokea hivyo lakini na mwisho nchi hii hatukuanza na katiba hiyo, tulianza na katiba ya TANU kabla hatujawa chochote. Nadhani ninyi wengi mlikuwa mjajariwa 554 mnaikumbuka, nilikuja na karatasi hapa, katiba ya TANU ya ile 54 kuwatayarisha Watanganyika kujitawala, ndio ilikuwa ya kwanza. Baadaye ikaja hii, na hii inasemaje? Mwanzo huku inasema tulipounganisha vyama Afro Shirazi na nini, inasema aina ya chama tunachotaka, kijengwe chombo madhubuti katika muundo wake na hasa katika fikra zake na vitendo vyake vya kimapinduzi, kufutilia mbali mbali aina zote za unyonyaji nchini na kupambana na jaribio lolote lile mtu kumwonea mtu, mtu kumwonea mtu au shirika au chombo cha nchi kuonea mtu. Hiyo ndiyo katiba. Ndani ya katiba hii mkisoma mtakuta viko vifungu hivyo eh, hakuna kuonea, hakuna kufanya nini, hakuna k, ndio maana ya ujamaa. Kwa hiyo tulianzia huko, hatujawa chochote, baadaye tukaja hapa eh, baadaye tukaruhusu vyama vingi, sasa hivi tunayo hiki cha wazalendo iki na vingine, kwa ndiko tulikotoka huko, na sidhani kama mlikuwa hapo. Mwisho ili kuongoza hiyo kisera, watu wa chama wa CCM walipitisha azimio hili. Mtakuwa mmesikia mwalimu amesema, tulikwenda Zanzibar tukalibadili badili kidogo. Mmesikia mwalimu anatoka anasema amlitaki haya lakini mimi nasema na najua, siku moja mtakuja kulirudia, kwa sababu ni azimio la utu. Sasa niwaulize, ntawasomea alivyokuwa anasema ila mwisho afu nitanyamaza. mimi bado natembea nalo azimio la Arusha, nalisoma tena na tena kugundua kama kuna cha kubadili, labda ningeboresha Kiswahili nilichotumia lakini azimu yenyewe bado ni thabiti. Ningebadili nisingebadili neno hata moja. Muda mfupi tu, msikilize hilo. Baada ya uhuru, tulianza kushuhudia kukua kwa mgawanyiko katika nchi yetu, kati walionacho na wasionacho. Kundi la walioneemeka lilianza kuibuka miongoni mwa viongozi wa kisiasa na warasimu watendaji kama sisi. Hawa walikuwa maskini enzi za ukoloni, wakati tunaanzisha hii, lakini sasa walianza kujitajirisha wakitumia nyadhifa zao katika chama na serikali. Hali hii ingeweza kuleta utengano baina ya viongozi na wananchi, kwa hiyo tukatamka lengo jipya la taifa letu. Tulisisitiza kwamba maendeleo, yani kazi tutakazofanya sisi wote, ndio maana ya maendeleo. Kazi za kila aina ni kwa ajili ya watu wote, sio kwa manufaa ya wateule wachache. Haijawa kwa watu wote, vijana wetu wengi aona kazi. Azimio la Rusha ndilo lililoitambulisha Tanzania kama taifa tuliweka wazi msimamo wetu hutu, tukaona tukatoa, tuka mwongozo na maadili na miiko ya uongozi, na tukufanya jitihada ya dhati kutimiza malengo yetu. Bado naamini kuwa mwishoni, Tanzania tutafanya tutarejea kwenye maadili na misingi ya azimio letu. Kikao hiki tunachotaka kufanya sisi tulichoona hapa kwa kifupi, yote haya kwa nini yametokea, na historia yote hii tunaifahamu, na maandiko yote yanaituongoza, na ninyi, maandiko yote yanaiwaongoza vyombo vi, vyenu na viapo navyoona, siku hizi mna hapa, ukiwa waziri una hapa, ukiwa rais una hapa, baadaye mkiwa wengi, mnasimama mna hapa wote kiapo kile kinaitwaje, kile cha wote ninyi watu yeah? ni kab na si, si, wa presi kinaitwaje? mnasimama ni wahi kuona wakaturani na mzee Kabudi na yumo sisi, mnasoma wote, yaja amesimama hapo, maneno mengi mengi mengi, viapo hivyo ndiyo mwongozo, ndiyo amini tunayokula kuongoza taifa letu hivyo tukijua historia yetu hivi kama nilivyo jaribu kuwaeleza hapa, ushahidi wa tarehe ishirini na tisa ni kwamba taifa hili limeanza kushindwa. Vijana wetu wamelazimika kwenda mitaani tena, wamejiunga na vitu lile jina mnaitaje? wale vijana wanaitwaje? Ndiyo, niruza vijana wangu hapa hivi. Magai yuko hapa, niruza vijana hivi. hii maana yake nini? Tulikuta ni, ni mtu wa zamani waliunda hiyo kitu, waliniambia nikasema, mtafute ni nani hasa aliyounda hiyo maneno hayo, mpaka reji tumempata. Eh, Magai nadhani anamfahamu nchi imeanza kushindwa. Kwa hiyo leo hali ikoje? tunao msiba maneno hayo mnaweza kutumia. Tunakutana hapa kuzungumza hali halisi ya taifa letu, tumekuwa kuwaje, tumefika katika msiba huu. Na msiba kidogo una matatizo, waliofariki bado kuna ubishi kwa hiyo kama taifa na usalama vimtazamia aliona apanue, wameunda tume sasa, tume tumei, mnajua inaubishi, tume gani? Watu watu walio hatuamini, ile tatizo. Sasa kama hatuamini mwenda pale, hatuamini kuna majaji wawili pale, huyu jaji wetu Mustafa na huyu jaji aliyokuwa aliokuwa juzi Mustafa, wakina wakina wa, watu wetu wakubwa kabisa kabisa. Mi juzi nimekwenda kwenye ile tume Mbona ni watu wazito, watu wazito kabisa kabisa, lakini wanasema e, watu gani hawa? Lakini watanzania wanasema nani kawachagua rais huyu? Oh, oh, oh. Lakini wamemchagua. Uchaguzi unayosema uchaguzi, nisema, uchaguzi wenyewe uchaguzi uko wapi? Hakuna uchaguzi hapa bwana. Haupo, ha, na, ha, ha, eh? Na, na kabla ya hapo huku nyuma eh, kulikuwa na kauli katika nchi hii hakuna uchaguzi bila mabadiliko na mabadiliko, aliyokuwa nataka ni yale ya kikatiba na debate yake imekuwa ya muda mrefu. Tulifanya katiba haikuwezekana. Mama Ma alipofingia tu akasema fanya, akasema mimi nikiingia mwenye katiba hii, mimi nilikuwa namsikiliza, itakuwa shida kwa sababu nitaacha kazi nitaanza kushughulika na katiba, ngoja kwanza nifanye mambo ya maendeleo. Ndivyo alivyosema. Sasa amesemaje sasa hivi? sasa hivi amesemaje? Katika bunge lililopita, siku mia, mtaona mambo ya katiba hayo. Juzi amesema karibuni mwezi nadhani ujao, nitawaambia utaratibu wa kushughulika na hiyo katiba. Katiba andiko ambalo linasema sisi ni nani na tunaishije humu, mmoja mmoja na kama jamii, na tutahusianaje na watu wa nje ili tujulikane kwamba ni Watanzania. Itakuwa katibu sasa hivi yamo humu, lakini waliweka humu yote, hayajakubaliwa. Kwa hiyo tuko hivi, hivi. Sisi hapa, assessment yetu sasa hii ya kwangu personal hili ilikuwa ni briefing na nisema ni briefing. Mfumo wetu unakulazimisha wewe uishi ndani ya sheria. Hakuna mtu hata mmoja anaruhusiwa kuishi nje ya sheria, na sheria hizi lazima zitokane kwa sasa na katiba hii na miongozo yote mkiweka huko, haziruhusiwi kuvunja katiba hii. Sio hii hii haijawa, ndio mfumo wetu. Kwa hiyo sheria zetu zinaanzia kwenye katiba mama. Sheria mama ni hii. Assessment yetu hapa kwenye taasisi kwa kale nilikowasomea, ng'anganieni misingi. Msingi mmoja ni katiba, msingi mmoja ni sheria, na kwamba wewe na rais na kila mtu tutaishi ndani ya sheria. Taasisi hii tunaojaribu kutafuta ukweli tunaona kama taifa hili limeanza kushindwa kuishi katika mfumo wa sheria. Kwa hiyo kitu kile mnaita rule of law imeanza kutupa shida, na mkishapata shida katika rule of law, mnakuwa the rule of the jungle. Natoa mfano miwili kwa nia njema tu, katiba yetu inasema nani ana mamlaka ya kutoa uhai wa mtu? Ni mahakama. Na mahakama kule una procedure.